Fanikiwa vitu vyote, usiharibikiwa watoto vyote, fanikiwa pata vyeo, pata mahera, tajirika, kuwa na kila cheo cha dunia. Watoto wakikuharibikia, utachanganyikiwa. Alikuja mtu akaambia, mana kuna maeneo mazuri sana anapimwa, chukua haya maeneo. Akanaambia siyachukui. Unajua nyewe wenye vyeo mnatafuta ramani nzuri nzuri za kujenga Hayo maeneo chukueni jengeni hayo majumba. Mimi naomba uhai. Mkizeeka mitoto yenu mjui kuilea. Imeshindikana, mnasomesha uraya, inarudi hapa haina nyuma wala mbele. Ukishazeeka hilo litoto litauza tu, hilo jengo nitanunua mimi. Hao maneno ni makali sana. Ukiyachukua hao maneno, ukienda umeanza kuona uhalisia. Nenda Dar es Salaam kule. Kule Masaki, Mikocheni, Ostabei majumba ya watu waliokuwa wa, wa maana miaka 80 90 elfu mbili, watoto wanauza hawa. Watoto ndio Tanzania ya kesho, hawa ndio waumini wa kesho, ndio mashehe, ndio maaskofu. Tuwatengeneze vizuri, ndio wazazi wa kesho <coughs> na ndio maana nawaambia kila siku, kina mama, swala la malezi ya watoto ni swala linalohusu wazazi. Sasa tumeanza kuwa na wazazi wa hovyo hovyo sana. Anaona fahari amebeba mimba, anapiga picha wazungwa, na siku hizi wazungu wamewatengenezea na suruali za kubebea mimba. Akijifungua anaona kinyaa cha mtoto, mtoto analala chumba kingine na nas. Leo tuna mwanamke anajifungua hawezi kusafisha mtoto hawezi kufunga pampasi mtoto wake, anaona aibu kumnyonyesha. Kwa hiyo hawa wanawake sasa wenyewe unakuta amezaa na mwanaume naye mjinga, mwanaume ambaye akienda nyumbani anakumbuka kumpelekea mke wake pombe. Baada ya kupeleka chakula cha mtoto hawezi kukumbuka kuweka bili ya maziwa ya mtoto kwamba amezaliwa. Nyumbani anakumbuka kumpelekea mke wake Savana, kupeleka Kestorite, pombe za gharama kubwa. Kwa hiyo unakutana hapa na baba mjinga na mama mjinga. Sasa, mtoto anaingia kwenye shida. Na hao ndio wanachukua mtoto mdogo kama huyu wanaenda ba. Kwa maana pale, baba na mama katoto kadogo kanaagizwa chips. Kanapata pale chips na Coca-Cola. Baba anaagiza Heineken au okay, Kevint, mama anaagiza Savanna. Hapo wamekaa. Kwao anatoka malevi mawili, anarudi nyumbani, mtoto kashindia chips, kwa sababu ana wazazi wajinga na hamna mtu anayesema huyo ujinga. Haya mambo ya malezi lazima yazungumzwe, na ninyi watu wazima, vijana wa leo waandaliwe kwamba ukipata mtoto unao wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto wako anapata lishe iliyo bora, anarudi na nini nyumbani. Mtoto wa kiume anaporudi nyumbani ajifunze kwamba unaporudi nyumbani lazima ujue, mimi na mtoto mdogo nitaenda dukani, nitaenda sokoni, nitanua ungalishe, nitatafuta mtu atakuwa na bili ya maziwa nyumbani kwa sababu ya mtoto wangu, nusu lita, anajua <coughs> Sasa una mzazi ambaye kazi yake ananua nguo za Christmas, hajui mtoto anakula nini. Una mama ambaye anaenda kumwangalia mtoto kama kituo cha utalii. Anamuuliza au sigero, ameamkaje? Mtoto ambaye mama yake hafahamu hata joto la mtoto. Au sigero ndo anamwambia mtoto anaumwa. Hatuwezi kufanya hivyo. Una watoto wanasoma shule, mama yuko busy, baba yuko busy. Kuanzia kwa la kwanza mpaka la saba, hajaikuona hata daftari la mtoto. Wazazi wa zamani hawajasoma. Lakini anakisha mtoto amee ataka aone tiki nyekundu. Hawa leo anatafuta tu mtoto wangu anasoma medium, kwa sababu anajua kuongea Kiingereza akafika hapa anaongea good morning mom, good morning dad. Wewe mtoto anakuita good morning mom, good morning dad, hana malezi, atakusaidia nini? Tuende tuwekeze kwenye malezi. <coughs>